Huu mradi wa jengo la wazazi ya zahanati ya Kikuyu uliibuliwa na Mheshimiwa Anthony Mavunde, ilikuwa kwenye ziara zake za kawaida tu za kutembelea baadhi ya taasisi zake. Kwa hiyo alipofika hapa tulimpa changamoto zetu ni ufinyu wa jengo la wazazi, alisema atalifanyia kazi. Lakini tarehe ishirini tarehe kumi na nne mwezi wa pili ishirini na ishirini na mbili aliweza kutupatia milioni thelathini na tatu laki sita kumi na mbili na mia nane kwa ajili ya kuanzisha ujenzi ya wodi ya wazazi. Kwa hiyo hizo pesa ziliweza kutumika mpaka sehemu ya renta, zikawa pesa zimemalizika. Hata hivyo, tunamshukuru sana mkurugenzi wa jiji la Dodoma. Tarehe ishirini na mbili mwezi wa nane, ishirini na ishirini na tatu, alituweza kutupatia milioni hamsini kwa ajili ya kumaliziaji wa hili jengo la wazazi. Hizo pesa alizozipatia ziliweza kufanya kazi na kumaliza jengo zote lote la wazazi likawa liko tayari, lakini akasema la asha, baada ya kukamilika kwa hilo jengo linahitaji vitendea kazi. Tarehe kumi na sita mwezi wa pili ishirini na ishirini na nne alitutumia tena milioni ishirini, alituingizia kwenye akaunti kwa ajili ya kununua thamani za ofisi kama mnavyoona hapa, tulipokaa kwenye meza viti na kabati hizo, ambazo tuliweza kununua milioni kumi na tano kwa ajili ya kununua furniture na milioni tano vifaa tiba kama tunavyoviona, kuna vitanda vya wagonjwa pamoja na hivyo vitanda vya kujifungulia na vifaa vyote vilivyopo huko ndani. Tunamshukuru sana mkurugenzi wa jiji kwa ajili ya kupatia milioni hiyo ishirini. Lakini pa alisema rasha saa hizi tunaendana na mfumo, tunatakiwa tutumie mfumo GoTHOMIS. Aliweza kutuingizia milioni kumi kwa kuweza kununua kompyuta kwa ajili ya kutumia mfumo wa GoTHOMIS. Kwa hiyo sasa hizi zahanati yetu ya Kikuyu tuko tu, tunatumia mfumo. Ninaishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea jengo hili la wodi ya wazazi. Pia namshukuru mama yetu mama Samia Suluhu kwa kushirikiana na wa mbunge wetu Anthony Mavunde pamoja na diwani kwa ajili ya kutuletea hili jengo la mahali hapa. Kwa kweli limetusaidia sana na limeokoa mambo mengi sana kwa kina mama wajawazito. Naitwa Johari Isa. Namshukuru Mungu na serikali ya mama Samia na serikali yetu ya hapa jijini Dodoma kwa kutujengea jengo zuri la jengo la wamama kujifungulia, ambapo niliweza kujifungulia mtoto wangu huyu hapa mahali hapa, ambapo kuna vifaa vya kisasa. Niliweza kupata huduma nzuri na watumishi pia waweza kunihudumia vizuri, kwanza nilipofika, nikajifungua salama, na baada ya hapo na mpaka sasa naendelea kupata huduma mahali hapa ya mama na mtoto tunashukuru sana serikali yetu.